Baada ya waandamanaji wanne Francis Auma wa shirika la kutetea haki za binadamu la Muhuri, Walid Sketi wa Haki Afrika, Baturi Swale na Mugambi Geshunge kukamatwa hapo jana, walipelekwa katika kituo kikuu cha polisi cha Central ambapo waliachiliwa kwa dhamana ya shilingi elfu tano kila mmoja. Leo hii waliwasilishwa mahakamani mbele ya Jaji Mkuu Gladys Olimo ambaye alieleza kuwa hakuwa amepokea kesi yoyote kutoka kwa polisi. Kwa mujibu wa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP tawi la Mombasa, kesi hiyo imepelekwa kwao ili watoe ushauri wa kisheria. Akizungumza na 001 FM Francis Auma alisema kuwa walimkamata kwa, ku, wali kwa kosa la mkusanyiko usio halali, huku Wili Batuli akikamatwa na mashtaka mawili ambayo ni mkusanyiko usio halali na kosa la kumshambulia afisa wa polisi. Auma alieleza kuwa walikuwa wamewasilisha barua kwa polisi wakitoa taarifa kuhusu nia yao ya kuandamana, lakini hawakupewa kibali hadi walipowasilishwa na tume ya huduma ya polisi, yani IPOA. Kwa majina naitwa Francis Auma, mimi ni ofisa wa dharura shirika la Muhuri. Sisi kama wakireketwa watetezi wake za kibinadamu, uh, wiki jana tuli notify polisi kuwa tunafanya maandamano ambapo maandamano yalikuwa ifanyike tarehe kumi na saba. Sasa polisi wa central polisi Mombasa waka decline, walikataa kuchukua notification yetu na tukuwa na budi manake, lazima tufanye maandamano, ni haki yetu ya kikatiba. Hatuendi kuomba, tuna notify kuhabarisha tu polisi kuwa tunafanya maandamano ya amani jana, tarehe kumi na saba. Basi tukatoka tukaenda IPOA kuwajulisha kuwa polisi walikataa notification yetu, na sisi tunaendelea na maandamano. Walikuwa polisi zaidi ya mia tatu. Wakatuzuia, baadaye tukarudi na hii line ya kwenda posta hivi, wakatusimamisha wakatushika, wakatupiga sana na tukashikwa watu wanne. Tulishikwa mwendo wa saa tano jana jana tarehe saba, mwendo wa saa tano tukapelekwa Central Police wakatuprocess, tukakaa sana kuanzia saa tano mchana mpaka saa moja na nusu usiku, na kulikuwa na back and forth mingi sana kwa polisi OCS. Anasema ana order from the above tusiachiliwe, mpaka tukaambiwa Inspector General of Police ndo alipiga simu kuwa tuachiliwe, tukaachiliwa na bill ya cash bill ya polisi. Uh, kila mtu elfu tano tano na yule Batuli ambaye ni mtoto wa kike peke yake katika